Yaani, nyinyi mtakuja kudeka kweli kweli siku ya Kiyama, mtachagua mlango. Janna ina milango mingapi? Minane, na Jahannam ndio ina milango saba. Moto una milango saba na janna ina milango minane. Sikiza bwana Mtume sallallahu alayhi wa alaihi wasallam anavyosema, anasema idha sallatil mar'atu khamsaha

Subhanallah. Sharti la kwanza kina mama ni lipi? Kuswali sala tano. Mtu asiyeswali wallahi hawezi kuingia janna siku ya kiyama. Hayo sijayasema mimi mtoto wa Dar es Salaam jiji la gharama. <laughs> Kumbe shairi langu mnalijua eh? Dar es Salaam ni jiji la gharama, haliishi kuhamahama, watu wake hawaishi lawama, huli sharti kwa kulalama, ukishindwa Dar es Salaam utahama, na kama huamini muulize mama, na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Sio mimi niliyosema, mtu asiye swali hawezi kuingia peponi. Allah akasema. Allah anasema nini? kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi itawekwa rehani siku ya kiyama juu ya mambo mabaya iliyoyafanya nafsi hiyo. illa ashab al yamin, isipokuwa wale watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia. Fi jannatin yatasaalun, pindi watakapokuwa katika bustani mbalimbali mbali ndani ya janna, watakuwa wanaulizana wao na watu wa motoni, anil mujrimin, nyinyi mlio waovu, nyinyi watu wa motoni. Maana Allah ataondoa pazia watu wa motoni na pepo.